Nitoke huyo Eh hey, mimi ndio Ebitoke kama kawaida yangu Eh hey, haya mastaili sio ya nchi Eh hey, si unajua kabisa na karibia kuwekwa ndani ya unataka kufungwa au kuwekwa ndani vipi Hamuna si unajua kabisa nataka kuwa mke halali Mke halali Ndio ndio mastaili hey, <laughs> hayo Eh mwenyewe sasa Ala <laughs> Eh hey, haya peke yako nchi Hamuna haya yes, si hawezi peke yangu Nani mwingine sasa Vanessa mimi na Vanessa ndio tunayaweza Vanessa nani Vanessa Abdel Eh hey. Ndio anaweza, ndio anaweza, Ebitoke, Ebitoke, Ebitoke, Ebitoke, ah wee, Ebitoke, mimi ndio Ebitoke kama kawaida yangu. Yangu hayo <coughs> masteriso ya nchi unajua kabisa nakaribia kwa anda, ya unataka kufungwa ukuwekwa ndani vipi? Kwa update mbalimbali unaweza kusubscribe kupitia YouTube Hot Chamber TV, pia unaweza kutupata kupitia Instagram pamoja na Twitter at hot underscore chamber.